Nimeshambulia maeneo ya nyuklia ya Iran kwa makombora ya B-2, amesema ofisa wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imekamilisha mashambulizi yake kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Imeenda aliandika Trump kwenye ujumbe wake wa kwenye mtandao wa jukwaa la ujasusi la kijamii: tumekamilisha shambulio letu lililofanikiwa sana kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran ikiwa ni pamoja na Fordo, na Natanz na Esfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Irani, aliandika kwenye Truth Social. Trump aliongeza kuwa mzigo kamili wa mabomu ulirushwa Fordo na ndege zote zilikuwa njiani kurudi Marekani. Ndege za kivita za Marekani